Mazingira ya wanafunzi wa Kiwani, mazingira ya walimu wa Kiwani, wamefanya kazi nzuri, wanafunzi wakawa wanafaulu faulu vizuri, na hatimaye badala ya kuwapeleka wanafunzi eh, mapindua kule Mkanyageni, badala ya kuwapeleka Fidel Castro, sasa wanafunzi tunawachukua hapo na wanatoka maeneo mengine ya jirani wanakuja kusoma Kiwani. Ndugu zangu walimu, hii ni heshima kubwa kwa jimbo letu hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini hii ni heshima kubwa kwa Wanakiwani na nielewa walimue. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais ameelekeza tujenge dakhalia mbili, si mnaziona hizo hapo? Zile dakhalia zimeshakamilika, nadhani Mwenyezi Mungu akipenda kwenye shughuli zetu za sherehe za mapinduzi Januari tutazifungua, ili wanafunzi wetu sasa wakae kwenye dakhalia hizo. Tumejenga dakhalia hizi mbili, wanawake na wanaume. Nimeshazitembelea na kwa kweli tungeshawaruhusu wahamie, lakini nilikwenda nikakuta kitu hakikunifurahisha. Nimekuta dakhalia ya wanawake na wanaume hakuna mpaka, wanawake wanaweza kwenda kwa wanaume na wanaume wanaweza kuja kwa kwa wanawake. Tukasema kwa ulimwengu huu hapana, sio salama. Tukatoa maelekezo Uijengwe boundary wall kwa maana ya ule ukuta unaogawa, kwa wanawake wa wanawake peke yao, kina mama vijana wetu wawe huru kufanya shughuli zao kama wanawake, si ndivyo bwana? Lazima tuweke stara. Na wanaume kina baba na wao watakuwa na taratibu zao peke yao. Kwa hiyo tumefanya hivyo, kazi zinaendelea, na naamini ndani ya muda mchache ujao itakuwa imekamilika, tutaifungua wale ambao wanakaa kule madarasani sasa watahama, watakuja kuhamia kwenye dahalia zao ndani ya muda mfupi ujao. Lakini tumejenga na nyumba za waalimu. Ukiziangalia hizi dahalia pamoja na nyumba za waalimu zina range kama 6.003 gharama yake, ambayo tayari zimekamilika. Na dahalia zile ile zile za kina za wasichana na wavulana, hakuna mzazi au mtoto atakayekuja na godoro pale. <klos> Na nielewa vizuri walimu, pale vitanda vyake vipo tayari na magodoro yake yapo tayari na huduma zote stahiki zote zikiwemo chakula.